Kwa hiyo kinachotokea mwanaume ni mtu anayeshikilia mbegu za kizazi na kizazi. Mwanaume, mwanaume ndo anayehalalisha uwepo wa mtu yaani wewe upo iko ulivyo, kwa sababu ya baba yako, kwa sababu ya mwanaume. Mwanaume ndo anayetengeneza asili yako. Mwanaume ndo anayehalalisha uwepo wako. Mwanaume ndo njia yako, ila kwa bahati nzuri hawezi kufanya hivyo akiwa peke yake, lazima kuwe na mwanamke. Kwa hiyo mwanaume kumkuta ya peke yake katika kumbi ambayo akiwa ole, basi ni anguko. Sasa kwa sababu ulimwengu wa leo tumekataa maarifa ya Mungu, tumeamua kuifuata dunia, tunafikiria mambo ya dunia ndio sawa sawasawa, ndio tunazidi kupotea. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. hayo ni maarifa ambayo kama mwanamke lazima ukubali kuwa nayo, lazima ukubali kuwa nayo kama mwanamke na mwanaume, lazima ukubali kuwa na hayo maarifa na taarifa hizo zitakusaidia. Amen. Zitakusaidia sana. Sasa.